mbao Wizara ya Madini imekuwa ikiipokea kama sehemu ya bajeti ya utekelezaji majukumu yake kwa muda wote ilikuwa haijawahi kuzidi shilingi bilioni 89, kwa muda wote. Katika bajeti ambayo imemalizika mwaka 2024/2025, Wizara ya Madini kwa mara ya kwanza ilipokea kiasi kubwa cha fedha zaidi ya shilingi bilioni 231 kwa ajili ya utekelezaji wa majukumu yake, kiwango ambayo hakijawahi kufikiwa kwa muda wote, na hii ni kuonyesha kwamba Mheshimiwa Rais amekuwa na utashi mkubwa wa kuikuza sekta ya madini, na katika fedha hizo, asilimia kubwa ya fedha hizo zimeelekezwa kwa ajili ya kwenda kufanya utafiti wa kina wa nchi yetu ya Tanzania. Ili tuweze kubaini madini tulionayo na kwa kiwango ambacho tunayo madini hayo. Kwa hiyo fedha nyingi imeelekezwa katika taasisi ya jiolojia na utafiti wa madini kwa lengo kubwa la kuisaidia nchi yetu kuweza kubaini sehemu ambako madini yetu yapo na kwa kiwango. Nchi yetu ya Tanzania imefanikiwa kufanya eh, geological mapping ya nchi nzima kwa asilimia 97 na tumefanya pia utafiti ambao tunaita ni low resolution kwa asilimia mia moja na tumefanya utafiti wa jiokemia kwa asilimia ishirini na nne, lakini hatujafanya utafiti mkubwa wa kina ambao ndo duniani sasa hivi unatumika kwa ajili ya kuweza kubaini madini yalipo kwa maana ya viashiria, huu ambao tunaita ni high resolution air point geophysical survey Tumefanya kwa asilimia kumi na sita tu na huu ndo utafiti ambao unatumika duniani kote kwa ajili ya kuweza kuelekeza vizuri wachimbaji kwa ajili ya kufanya shughuli za madini. Aliyewaletea tukio hili kutoka hapa Idara ya Habari Maelezo, makao makuu ya nchi Dodoma, ni mimi Richard Mwekenda wa Kamanda wa Matukio Online TV.